Tanzania tumebahatika miongoni mwa nchi chache kati ya nchi ya ya za Afrika ambazo zinakwenda kushiriki mashindano mashindano timu yetu ya Taifa Stars, maandalizi ni ni mazuri kwa serikali, kwa maana kwa TFF kwanza ni wenyeji wa tulifanya majaribio kupitia na tulifanya kwa, kwa mafanikio makubwa. Natoa wito kwa Watanzania. Kwanza tuende kwa ajili ya kuishangilia timu yetu ya Tanzania. Pamoja na dua kubwa tutakayoombea Taifa Stars, lakini pia ni muda mwafaka wa sisi pia kuwaunga mkono Taifa Stars. Kwa Mtanzania wote anayetaka kwenda kupata exposure, kwenda kushangilia timu yake, aone uwezekano ni namna gani anaweza kuanza kujipanga na kujichakata ili aweze kushiriki pale Morocco kuishangilia timu yetu ya taifa inaposhiriki mashindano yake mbalimbali. Mbali. Lakini wito uh, uh, wangu mwingine ni kwamba kwa kuzingatia fursa inayokuja kwenye AFCON ya 27 huu ni muda mwafaka wa kwenda kujifunza na kujionea ni kitu gani tunaweza tukatumia tukaona kama ni fursa ya kutunufaisha kiuchumi, kijamii na kiutamaduni. Kwa hiyo tukienda kule tusiende tu kuishangilia Stars, basi tukachungulie ni kitu gani tunaweza tukarudi hapa tukakiimarisha na tukakiboresha au tukakifanya ambacho kitatufungulia milango zaidi, tukanufaika na AFCON ya 27 kama ambavyo tunafahamu kwa wenyeji wa mashindano, mara nyingi tunaangalia zaidi baadaye tutanufaika vipi kwao. Ni waite wa Tanzania mwenye nia ya dhati aliyejipanga vizuri, wanakaribishwa kushirikiana na sisi kujiunga, twende pamoja AFCON 2025 Morocco. Stars ni yetu, tuipambanie kwa pamoja.